Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa Iran haijaonyesha nia ya kushirikiana na Urusi katika mifumo ya ulinzi wa anga. Hayo yote aliyasema siku ya Jumatano ya tarehe 18 mwezi Juni mwaka huu 2025 ambapo rais huyu wa Urusi aliandaa kikao na wahariri wakuu wa mashirika ya habari ambapo suala la vita vya Israel na Iran pia lilijadiliwa. Sasa kuhusu usaidizi wa ulinzi wa anga wa Iran, uh, alisema kwamba tuliwahi kutoa pendekezo kwa marafiki zetu wa Iran kwamba tushirikiane katika masuala haya ya mifumo ya ulinzi wa anga, lakini washirika wetu hawakuonyesha nia kubwa wakati huo na ndiyo maana ilikuwa hivyo. Bwana Putin pia alisema pendekezo letu lilikuwa kuunda mfumo kamili, sio uwasilishaji tofauti wa eh, vifaa vya mfumo mmoja. Sasa uh, mwisho wake uh, tulizingatia suala hili mara moja tu, lakini upande wa Iran haukuonyesha nia kubwa ya suala hilo, lilisitishwa. Kwa hivyo uh, Putin Anaonekana kwamba anasema uh, walikubaliana kusaidiana na Iran katika ulinzi wa anga lakini, uh, Iran ikapuuza. Lakini kuhusu utoaji wa mifumo binafsi, ndio bila shaka akasema kwamba tumewahi kufanya uwasilishaji huu katika siku za nyuma, hili eh, haina uhusiano wowote na tatizo lao. So iko hivyo kwa sasa, kile ambacho anakisema kipo hivyo. Mtazamo wako uko vipi? Weka maoni yako chini ya video hii, usiache kusubscribe. Jina langu naitwa Jimson Natson.